Stone Town umbali wa kilometa takriban 54 hadi 56 na kwa mwendo wa gari ni wastani wa, wa saa moja mwendo wa kawaida. Mimi ni Fatuma Matulanga na hii ni safari yangu. Kwa nini tunaenda Jambiani? Ni moja ya maeneo yanayovutia sana watalii kutokana na sifa ya beach nzuri, kwa maana fukwe nzuri na uwekezaji mzuri wa hoteli za kitalii za kisasa. La heja, je, bwana, twenzetu Jambiani na kukaribisha kwa lahaja ya Jambiani huko mambo mazuri nataka kuonyesha. Hii hey, ni safari yangu. Okay. Nimefika okay. Okay. Okay. Okay. Nimefika the dream of Sau Inn Beach Hotel ipo Jamiani na hapa natakiwa nijisajili, naelekea kwenye room yangu ambayo nimekuja kupumzika mwishoni mwa wiki. Na haya ndio mandhari ya hoteli hii, imepambwa kwa maua mazuri, minazi, miti asili ikiwemo hapa na kule. Mbele kabisa unaona bahari na pale watoto wanafurahi kwenye maji, kwenye swimming pool. Chumba changu nikiko juu pale, ndipo ambapo nimeambiwa kipo. Sasa tuende ukaone room yangu jinsi ilivyo. Asante. Wa, wow. Hiki eh, ndio chumba ambacho mimi leo nalala The Dream of Sau in Hotel. O, na chumba kilipo pamba, kimepangwa vizuri kwa maua na vile vile, hapa napata huduma ya mawasiliano, nikitaka chochote pale reception mapokezi, kuna neti kama unavyojua, mbu anaweza akajipendeza kaingia ndani. Mteja hapa asipate shida yoyote na mm -hmm. Vile vile kama unaona uh, juu dari imesarifiwa kiasili zaidi imewekwa boriti na utamaduni huu ni wa watu wa pwani. Ukienda katika nyumba za zamani zile unakuta zimesanifiwa hivi kwa boriti. Mapazia mazuri kama unavyoona, ya kisasa kabisa, yanapendezesha yanaifanya hoteli hii hiwe ya kiwango cha juu. Na taa ni za urembo mzuri, ambao bali kwamba inakumulika, lakini ni kama ua ambalo linapendezesha mwonekano wa chumba hiki na vile vile nikijisikia kunywa chai ama kahawa naipata hapa na maji. Na huu ndio muonekano wa mali watu, pametengeneza vizuri kabisa kama unavyoona. Uh, urembo wa ukuta wa mawe mawe, sinki la kuogea na vile vile juu. Uh, urembo wa boriti kama kawaida, kioo, mahitaji yote muhimu ya mali watu kama unavyoona. Ukafika muda sasa kwenda kupata chakula cha usiku. Mgahawani nikakuta chakula kizuri cha baharini, nimekula ngisi, nimekula prawns, mambo mazuri kabisa. Baada ya hapo, nikaenda kuogelea. Kuogelea usiku kunapendeza, pametulia. Basi nikapata usingizi mzuri kabisa hadi asubuhi na mapema, nikamkia kuangalia jua linavyochomoza huku watu wakifanya mazoezi. Hii ndio Jambiani, na vilevile nikaenda baadaye kupata chai asubuhi pembezoni kabisa mwa bahari mgahawa ndipo ulipo. Baadaye nikaenda kuangalia gym, sema kufanya mazoezi huku, ndio mikutano jinsi ilivyopangiliwa na huduma zilizotolewa hapa, na baadaye nikaangalia, uh, sehemu ya, ya kusinga spa. Uh, chumba ni kizuri kabisa. Baada ya kupatiwa huduma ya kusingwa na mwili kuwa fresh, unaenda zako uh, unaoga, unakuwa safi kabisa. The Dream of Sau Inn Hotel ni hoteli yenye hadhi ya nyota nne na mwishoni mwa mwaka huu inatarajiwa kuwa na hadhi ya nyota tano, na imezinduliwa rasmi katika sherehe za mapinduzi mwanzoni uh, mwa mwaka huu. Na uwekezaji wake ni shilingi bilioni saba na tayari imeshatoa ajira kwa wazawa thelathini na wengine thelathini watapata ajira. Ni fursa ya uwekezaji na uwekezaji ni mzawa Vivile inatoa na fursa ya soko la uhakika kwa wakulima, wafugaji na wavuvi. Mimi ni Fatuma Matulanga na hii ni safari yangu. Ukija Zanzibar, usiache kuja Jambiani. Karibu chakula.